Na katika kaunti ya Machakos ni kwamba mzozo kati ya gavana wa kaunti hiyo Wavinya Ndeti na spika wa bunge la kaunti unazidi kutokota. Hii ni baada ya gavana Ndeti kumshutumu spika huyo Ann Kiusya kwa madai ya kujaribu kulemaza shughuli za kaunti kwa kusitisha mjadala wa mswada wa mpango ya mipango ya maendeleo ya serikali ya kaunti. Na kama anavyoripoti Isaac Musyoka, haya yamejiri baada ya spika huyo kuelekeza upande wa walio wengi na wachache bungeni kuandaa kikao maalum kujadili mswada huo, miezi kadhaa baada ya nyufa kushuhudiwa baina ya gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti na spika wa bunge la kaunti Kiusya. Ladies and gentlemen, good evening Gavana Wavinya ameendelea kumshtumu spika huyo kwa alichosema anajaribu kulemaza shughuli za kaunti kwa kusitisha mjadala wa mswada wa mipango ya maendeleo ya serikali ya kaunti. Kaunti hawa wako hapa wamejaribu kusapot ile yote tunapeleka bunge kusaidia mwananchi, lakini mimi nimeshangaa leo spika wa bunge la Machakos hizi vitu zote zilikuwa zimegazetiwa. We fund ni ya watu, ni ya mwananchi kusaidia yule mama ako pale nyumbani, ilikuwa kwa order paper na ilikuwa imegazetiwa. Haya yalijia baada ya Spika Kiusya kuelekeza upande wa walio wengi na wachache bungeni kuandaa kikao maalum kujadili mswada ule, ambapo Gavana Wavinya anasema kuandaliwa kwa kikao hiki ni kutumia rasilimali za wananchi visivyo. Sasa ameuliza county assembly

Uh, uh, uh, akizungumza katika makao maalum ya Gavana Wavinya, amewaonya watu waliosema wanatoa takataka katika miji za kaunti jirani na kumwaga katika barabara za kaunti ya Machakos akiashiria watachukuliwa hatua za kisheria. Takataka ni responsibility ya mtu. Unaona mtu ako kwa nyumba anakatakata vitu zake, anatoka hapo nje ya mlango anatupa takataka hapo. Katika county government ya Machakos tuko na sheria. Nataka kuambia sasa kutoka leo we are enforcing your sheria. Kuna watu hizi county surrounding. Ukienda huko, ukienda kama Joska, Takataka inaletwa kutoka kaunti nyingine na malori wanakuja kumwaga takataka, uh, uh, Joska. Nimesema kutoka leo hizo lori zishikwe. Isaac Musyoka, Undugu TV.